lakini yote kwa yote, yule kocha sio kocha. Sielewa ni nani yule, sijui hata sielewe ni manager sijui manager sijui nani, lakini hamna kocha hata. Lakini si ndo mmesema nyinyi mmekuja kiutofauti? Hamna kiutofauti, mfumo ndio tunatetea. Kwa mechi kama hizi hapa, sisi kwa Mkapa ilikuwa hatuingii katika mazingira ya unyonge. Tunatoka hapo, mze Dewji jipana anasema tutasapotiane, sijui nini, yule kocha sio kocha na viongozi waliangalia hili. Ndio kwanza mechi ya kwanza kimataifa, ndio kwanza mechi ya kwanza, ndio hivyo na sisi ndio kutunyonyonyesha nyumbani nyumbani kama nyumbani. Unafunguaje ndio nyumbani. Eh? Eh? Ndio mchezo, ah, so mchezo. Mchezo mchezo ndio na matokeo matatu lakini, kwa hili hawa, ah, watu ni wepesi hawa yani, ni wepesi sana, unaona kwa mnyama ni wepesi lakini, basi kocha tu mfumo aliongea nao, anaujua yeye wa kujilinda nyumbani, ugenini akashambulie. Hiyo ndio tunamwachia kocha meneja eh? Yani, sisi anatuzingua kwa sababu yeye anapokea mshahara, sisi tunaumia, tunatoa nauli zetu kuja uwanjani kama matokeo haya yanazidi kuumiza mtaani, tuna Ao Yanga tunawaambia nini sasa hivi? Eh, Ao Yanga tunawaambia vipi? Eh, wana alama tatu. Sisi kwa Mkapa atoki mtu mechi zote sisi tuna... ah, jepesi. Nao? kundi jepesi hili. Petro hamna kitu. Kundi lenu jepesi lakini ndio mmefunga. Ndio mitihani tu ya kocha, kocha anatuzingua kocha anatuzingua na hii mfumo wa Simba, hawa viongozi hawa ndio wanatunyonyesha. Akina Mzee Dewji ndio wanatunyonyesha. Hawa wanakula hela na umri umeenda ule. Sisi tunataka matokeo si nataka matokeo yaani, mchezaji mchezaji analeta hapa hii. Ilipo siku mtu anakuja kutoka hapa hatoki mchezaji yoyote, kwa sababu watu washachoka. Hatoki mchezaji kivipi? Simba, hii michuano ya kilabu bingwa sio ya kubeti kama anavyofanya yule kocha, yule meneja sio kocha; maana yule kocha sio matola, sio meneja, hawaeleweki. mpira tatu, mpira tatu. Ndio anatuumiza. hakuna mpira tatu, hamna mpira tatu. Mpira ule anatuletea sisi Tanzania hatutaki, na yule atoke. Mzee Dewji tumemwambia Mzee Dewji kwamba yule kocha atumtaki, sapoti hatumtaki, meneja atumtaki, atumtaki na tatu zake. Wewe mechi kama hii mechi kama tushinda kushinda hapa eh, unaweka nje ale hadi mwenyewe jana kaweka mastoka watatu, yeye wote anaweka watatu nyumbani, unajilinda. Sisi tuna uchungu, kwanza sisi tuna uchungu, tumevurugwa, tuna mambo yetu ya tarea ile tunavurugwa. Sielewi yani, sisi tunavurugwa. Wakuu mnatuumiza, hatumtaki meneja, hatumtaki labda kama meneja huko kwa balesa baresa, si tumtaki. Unamtaka nani? Unamtaka nani? kocha Fadlu, amesema Fadlu, kocha mzuri. Sielewa, uwezi kumfanisha na huyu. mna mko tu ya viongozi ukuna huko, wakamchukua yule, sijui tatu sijui nani, hamna lolote, yaani hao viongozi wanatuumiza <tumeza> <Tumeza. Tumeza. tumeza> sisi hao wanapokea mishahara, sisi tunatoa nauli zetu, tunaacha muda wetu, tunakuja hapa. Mwisho wa siku uwanja unatoka kwa uwanja unakuwa mzito, yani wageni ndio wanafanya hivi, labda wachezaji ndio wamemwangusha. Wachezaji gani yani, mchezaji alioangusha leo ni leo mahema, sijuelewa mpanzu watumiza, sijuelewa na sijui mpanzi wa matatizo gani sijuelewa, yule inabidi tumchunguza kwa sababu Yanga, Yanga kuna Wakongo wengi wasio, anaongea Kilingala hapo, huyu hapo sijui nini, sisi hatutaki, sijuelewa mpanzu kiwango chake kimeshuka yani hapa leo Abrahimoris sijuelewa ndo ameonyesha sijuelewa, ameonyesha yani, ndo Miksoni mpya ndo tunataka mpila, ule mpira mpila wa bakipasi umeshapitwa na wakati silewaweka kuna mwalimu pale kuna mkwala kuna kuna soa a, analishiwa na nani? dakika 86 analishiwa na nani? miaka tumezoea na, na eh, ya, yani Simba ya miaka ile iliyopita kina Mixoni silwa tunatoka hapa na shangwe sinwelewa ila wa ah, wanachama wengi wanachukua hela huko wanatuletea mambo ya mauzauza hapa, siwelewa o oh, sijui maana hivi maana hivi wanashindwa kuongea ukweli, kocha yule meneja yule mbovu hata mimi bora mimi ningekuwa meneja, hata mimi ningekuwa meneja kuliko kuliko matatu kwani kusomea kwa, kwa tunajua ana ana ana ni acha. kachaanaanana vyeti, vyeti sio tatizo, sio tatizo ndio nini sasa ukifika na masuala, mbona kama sio tunaumia nilisema vyetu sio tatizo mwalimu mpira litembee, mpira lichezwe, itembee. Amna cha pira tatu amna cha nini, yule sio meneja, hamna kocha mle basi. Uma, unajua ngoja nikwambie dada, uzi wa mbuzi kwenye gunia. Nikwambie dada, mda ungine yani, mda ungine. Sisi sasa hivi Tanzania tumeshaingiwa sana kila sehemu, siasa siasa siasa. Ikija kubadilika, Simba na Yanga hapa tutakuwa tunachukua ta nani kombe like la kilabu bingwa tunachukua hapa, lakini siasa inatuumiza kwa pande hapa. Akiendelea kusalia mmekata tamaa na matumaini? Hatujakata tamaa, hatujakata yote ni matokeo, lakini ili kocha mwenyewe atasikia na viongozi watajua kwamba bwana, mashabiki wana moja mbili tatu, asibeti kwenye michuano kama hii, abeti ligi kuu ndio kule kwenye mambo ya uchawi, ili sio kubeti, hatutaki kubeti.